Kama kawaida mimi ni Marco Dotto ni mhamasishaji wa masuala mazima ya mazingira, na leo nataka kuzungumza nanyi kuhusu faida ya mboji inayotokana na takaozo. Kwanza, mboji ni mbolea asilia inayozalishwa kutokana na mchakato wa kuoza kwa taka za kikaboni kama vile mabaki ya vyakula, maganda ya matunda, majani na matawi. Badala ya kutupa taka hizi kwenye dampo au kuzichoma, tunaweza kuzitumia kuzalisha mboji, ambayo ina faida nyingi katika mazingira yetu. Kwanza, mboji huboresha rutuba ya udongo, inasaidia udongo kushikilia unyevu na virutubisho muhimu kwa mimea, hivyo kuimarisha kilimo na kupunguza utegemezi mm wa mbolea za viwandani ambazo ni gari na zina madhara kwa mazingira. Pili, Mboji husaidia kupunguza uzalishaji wa gesi chafuzi kama methane. kwa hiyo Tunapozuia takaozo kuharibika kwenye dampo bila mpangilio, tunapunguza utoaji wa gesi ya methane ambayo ni hatari kwa mazingira. Lakini tatu, mboji husaidia kuchochea uchumi wa mzunguko ambayo kwa Kiingereza inaitwa circular economy. Kwa hiyo taka hizi zinapogeuzwa kuwa rasilimali, jamii inanufaika kwa kuokoa gharama, kujipatia kipato na kulinda mazingira. Kwa hiyo tujiulize, kwa nini tutoe pesa kununua mbolea wakati tunaweza kuitengeneza nyumbani? Kwa pamoja tukumbatie utengenezaji wa mboji. Ni rahisi na ni rafiki kwa mazingira.